Mada yetu ya leo ni kuhusu damu, agano la damu. Bwana Yesu asifiwe. Agano la damu, nini maana ya damu na nini maana ya agano la damu? Mambo haya ukiyafahamu na ukiyaelewa, wewe kama mtoto wa Mungu yanaweza kukusaidia katika kukuwa huru katika safari ya wokovu, maana mpinzani wetu ambaye ni shetani, tunamwita hiza legalist huyu. Jamaa anajua sheria na anatumia sheria kutufanya nini? Kutupinga na kutugandamiza katika maisha. Lakini ukijua kweli, nayo kweli inakuweka huru. Sasa tufunge macho na tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo unasema ni asante, tunashukuru kwa, kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa watazamaji, asante kwa wasikiaji, asante kwa wana wako Baba. Naomba siku ya leo kupitia neno lako Baba, katuguse mioyo yetu, katusaidie kuelewa, katusaidie kutufunza, maana wewe Roho Mtakatifu ndo mwalimu. Nikumbushe yote ulionifunza. Tusaidie, bariki watu wako, ni katika jina lako takatifu Yesu Kristo, imeomba na kuamini. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami katika kitabu cha mambo ya Walawi, mambo ya Walawi kuanzia mstari uh, mambo ya Walawi kumi na saba kuanzia mstari wa kumi na moja maandiko yanasema hivi: kwa kuwa uhai wa kiumbe uko ndani ya damu, nami nimewapa hiyo damu ili mfanyie upatanisho kwa ajili yenu wenyewe juu ya madhabahu. Damu ndiyo ifanyayo upatanisho kwa ajili ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie Kumbukumbu la Torati, pole, Kumbukumbu Kumbu la Torati 12, 24 inasema hivi: hamruhusiwi kamwe kunywa damu Imwageni juu ya ardhi kama maji, msinywe damu, ili mweze kufanikiwa ninyi pamoja na watoto wenu baada yenu, kwa sababu mtakuwa mkifanya lilo haki machoni pa Bwana. Ishirini na tatu nasema, lakini hakikisheni kwamba hamkunywi, hamkunywi damu, kwa sababu damu ni uhai, kamwe msile uhai pamoja na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukienda katika e, kitabu cha Mwanzo pale Mwanzo tunaona ya kwamba wakati Mwenyezi Mungu aliumba dunia akamuumba mwanadamu akamweka katika bustani la Edeni. Sasa mwanadamu alipewa kila kila mti ambao unazaa matunda yenye mbegu kama chakula. Na katika bustani la Edeni, mwanadamu hakupewa mnyama kama chakula. Tunakuja kuona jambo hilo wakati wa Nuhu baada ya gharika. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu aliweza kumruhusu mwanadamu kula nyama, lakini wakati Mwenyezi Mungu alimruhusu mwanadamu kula nyama, kulikuwa na masharti. Sharti ya kwanza ni kwamba mwanadamu anapokula mnyama hafai kunywa damu ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona sababu ya kwamba ni kwamba maana ndani ya damu mumo uhai. Damu ndio imebeba uhai wa mwanadamu venye tumeona katika maandiko. So ina maana ya kwamba unapokunywa damu ni sawa sawa na kwamba umekunywa uhai wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na damu, purpose ya damu ilikuwa ni kufanya upatanisho Damu kazi yake ilikuwa ni kuosha dhambi. Damu kazi yake ilikuwa ni kufunika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwanadamu hakuruhusiwa kunywa damu, na menshoni ya kwanza ya damu katika Bibilia iko katika kitabu cha Mwanzo, wakati pale ambapo Mwenyezi Mungu anamuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako, na Mungu akasema ya kwamba nasikia damu ya ndugu yako kinililia kutoka nchini so inakuonyesha ya kwamba damu ina sauti maandiko yanatuambia kwamba katika kitabu cha wahibrania ya kwamba damu ya yesu inazungumza mambo mema si kama damu ya abeli damu ya abeli ina manunguniko damu ya abeli ina seek revenge bwana yesu asifiwe damu ya yesu inanena rehema inanena msamaha inanena baraka. Bwana Yesu asifiwe, inaleta utakaso. So somo letu la leo tunaangazia kuhusu agano la damu. Bwana Yesu asifiwe, na ni jinsi gani ambavyo kama Mkristo unapaswa kufahamu mafundisho haya, maana tumewekwa uhuru kupitia damu ya Yesu, na sio wote ambao wanaelewa kiini cha mafunzo haya kiundani na kupitia hiyo, shetani ambaye ni mpinzani na ni adui wetu anatumia hiyo kama nafasi ya kugandamiza watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pia unapa, unapaswa kufahamu ya kwamba wakati familia zimeingia katika maagano especially agano ambalo limehusisha umwagaji wa damu Then, agano hilo linabaki. Ndio tunaomba tunapo tunaona kwamba katika maandiko Mungu Mwenyezi Mungu aliingia ali katika agano na Abrahamu kupitia tohara. It was a token, a sign. Na tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliweza kuingia katika ushirika na wana wa Israeli kupitia agano la damu. Bwana Yesu asifiwe. Pale chini ya, ya mlima Sinai, Musa alichukua damu akanyunyuzilia katika agano na akanyunyuzilia damu katika wana wa Israeli, na wakaingia katika agano na wakakubaliana na Mungu na tunaona ya kwamba wakati Mungu alitaka kukomboa wana wa Israeli kutoka Misri alitumia damu. Aliwaambia kwamba nitakapoona damu kwenye milango yenu nitaivuka. That inaitwanga Passover. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona ya kwamba damu ina serve mambo mawili. Damu ya kwanza ina serve kama sign, ama ishara, alafu damu tena inaweza safu kama mlango. Mwenyezi Mungu alitumia damu kama ishara ya kupita vyumba vya wana wa Israeli, naye shetani hutumianga damu kama mlango wa kuingia katika familia ambazo ziliingia katika mkataba wa kishetani Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa wanasema hata kwa mganga, kwa mchawi kuna umwagaji wa damu, aidha damu ni ya kuku, damu ni ya mbuzi, ama damu ni ya nini, lakini kuna damu inafanyika. Kwa nini? Maana blood ina represent uhai So wakati damu inamwagwa inamaanisha kuna uhai umemwagwa. Sasa agano hili aliyezivunjika maana agano hili linahusisha uhai, na mtu yoyote ambaye anaenda kinyume na agano hilo inamgharimu ahas. Unaona katika kitabu cha Old Testament, wana wa Israeli wakati walivunja agano na Mungu, Mungu aliwapeana katika utumwa Babiloni maana walivunja. Manabii wakawaonya hawakusikia, wengine wakauawa, wakapelekwa nchi ya utumwa. Katika nchi ya utumwa, hapo ndipo sasa nabii Yeremia nabii wa mwisho alikuwa anawang, anawafunza sasa kuhusu agano jipya. Alianza kuandaa kuhusu agano jipya ambalo Mungu anakuja kuliandaa, na agano hilo litakuwa katika mioyo yao alitakuwa tena the written code maana agano lile ambalo lilikuja kupitia Musa kama, kama, kama mediator hawakuweza kulikip kulitimiliza. Sasa hapo Yeremia alikuwa anaongea kuhusu kuja kwake Yesu, alikuwa anaongea prophetically, na agano hilo limetimia leo. Unapompokea Bwana Yesu dhambi zako zinasamehewa, unaoshwa, unakuwa kiumbe kipya, naye Roho Mtakatifu anaishi ndani yako anakufunza na anakusaidia kuenenda katika wokovu kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo lingine unafaa kufahamu ni kwamba kuhusu damu, damu ilikuwa ni saini ama alama ya kiingilio. Mungu hutumia damu kama ishara ya ulinzi na umiliki. Mkristo yoyote ambaye ameokoka damu ya Yesu imemfunika. So Mungu hutumia damu kama ishara ya ulinzi na umiliki. Shetani pia hutumia damu kama ishara ya kumiliki au kufuatilia. Sasa, kwa kizazi ambacho kimetoka katika familia ambao wazee ama wazazi wao nyuma walikuwa katika ushirika wa kishetani na wa kichawi, ambao ushirika huo ulithibitishwa na umwagaji wa damu Wakati shetani anataka kuja kutembelea familia anaangalia, because, eh, damu ni kama ishara sign. So anaangalia where do we belong and where do we, where we don't belong. Maana katika ulimwengu wa kiroho, kama kuna kitu ambacho ulimwengu wa kiroho anatambua ni kitu natonga trespass mahali ambapo kuna sign ishara ya kuwa familia hii mwanzilishi wa ukoo huu tulikuwa naye na agano na kizazi chake ambacho kimebeba damu yake. Ingawaja mwanzilishi hayuko hai, lakini kizazi chake kimebeba damu yake. Sasa damu hiyo inazungumza, ndio inawazungumzia. Maana tumeona ya kwamba hapa ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba damu inanena. Damu ya Abeli inapiga kelele, inanena, inanung'unika, inalalamika. Damu ya Yesu nayo inanena mambo mazuri. So damu ina uwezo wa kunena mambo mabaya kukuhusu ama mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaombea kila mtanga, mtazamaji leo ama kila msikiaji ya kwamba kila damu ambayo inanena kinyume na maisha yako haitafanikiwa katika jina la Yesu. Maana damu ya Yesu ambayo imekufunika iko juu yako, inanena mambo mazuri kuhusu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona ya kwamba damu hubeba habari za ukoo. Sasa ukienda hospitali e, madaktari sana wataka kujua jambo hili limekupata, ama kifo hichi nini, lisababisha kifo hichi je? yeah. tatizo hili liko katika familia, maana damu inabeba habari za ukoo, mizizi. Damu ndio inabeba baraka, damu ndio inabeba laana. Bwana Yesu asifiwe. Damu ndio inabeba maagano. Kila mwanadamu ana alama ya kipekee katika damu yake, na si kila. Alama hii inaongea kuhusu DNA, biological tunaongea kuhusu Spiritual DNA, DNA za kiroho ambayo mapepo hutumia kutrace mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama Mkristo hufai kuwa na hofu. Maana damu ya Yesu imekufunika. So anytime mapepo wanajaribu kutumia, kutumia njia hiyo kukutrace kutrace damu yako Wana, wakifika kwako wanachanganyikiwa bikoz wanaona blackout. Maana damu ya Yesu imekufunika, they cannot trace your bloodline, they cannot trace you. Kwa nini? Damu ya Yesu imekuficha. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ndiyo siri ya kufutwa kwa alama za kiroho. E, damu ya Yesu inafanya nini katika maisha ya Mkristo? Moja ni kwamba damu ya Yesu inafuta kumbukumbu kumbu za kiroho katika ulimwengu wa giza. Mbili, mbili damu ya Yesu inafuta maagano ya damu ya ukoo. Ikiwa kuna maagano yote ya damu yaliyofanyika katika ukoo wako, damu ya Yesu inafuta maagano hayo, because hauwezi kuwa traceable katika ulimwengu wa kiroho tena. Na mapepo. Tatu, damu ya Yesu inaficha roho ya mtu katika Kristo. Na damu ya Yesu inaleta ulinzi. Damu ya Yesu inatoa laana. Ishatoa laana. Damu ya Yesu inaleta rehema. Damu ya Yesu inaleta neema. Damu ya Yesu inaleta ulinzi. Damu ya Yesu inaleta msamaha. Damu ya Yesu inaleta utakaso. Bwana Yesu asifiwe inafanya damu yako ichukue asili mpya, sio asili ya Adamu M -m -m, bali Kristo. Asili ya Adamu ilikuwa na uharibifu, asili ya Kristo inaleta ukombozi, uzima. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kujifunika dhidi ya ufuatiliaji wa kiroho, tunaongea kuhusu familiar spirits. What are familiar spirits? ama roho za kufanana, maroho za ukoo. Hizi ni roho ambazo zine, zimejificha katika familia, zinajua bloodline history ya familia yako. Lakini wakati unaokoka, umefunikwa na damu ya Yesu, haziwezi tena kufuatilia tena historia yako, maana historia yako ni clean. historia yako ni mpya ndani ya Yesu. Inakupaswa kukiri damu ya Yesu kila siku. Damu ya Yesu katika nafsi yako, damu ya Yesu katika roho yako, damu ya Yesu katika mwili wako, damu ya Yesu katika maisha yako, katika kazi zako. Kiri damu ya Yesu katika familia yako, kiri damu ya Yesu katika watoto wako, kiri damu ya Yesu katika nyumba yako, katika gari lako. Always usisahau kukiri damu ya Yesu kila asubuhi na kila jioni, maana damu hiyo inanena mazuri kukuhusu damu hiyo inakutakia mazuri. Bwana Yesu asifiwe! Na kama uko pale, ungependa kumpokea Yesu, ungependa kuingia katika agano jipya, agano hili ambalo Yesu ndiye mwanzilishi, agano ambalo lilitukia kupitia damu yake takatifu Then, Rudia nyuma yangu sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, naja mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Yesu Kristo nitakase, nioshe kwa damu yako takatifu, nifunike kwa damu yako takatifu. Na mkataa shetani na kazi zake zote, na ukubali Yesu uwe bwana na mkombozi wa maisha yangu. Sema amen and amen. Na ukitaka kuwatch zaidi, kuelewa zaidi kiundani maana ya agano la damu, then usisahau kuwatch the full video au kusubscribe katika channel hii. Mungu awabariki, tuonane tena siku ingine. Shalom.